Muungano wa kimataifa wa wanasheria na makundi ya haki za kibinadamu umeiomba rasmi mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa jinai ICC kumchunguza rais wa Tanzania na serikali yake kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu unaodaiwa kufanywa wakati wa uchaguzi mkuu wa hivi karibuni. Waraka wa ombi kwa ICC unamtuhumu rais Samia Suluhu Hassan na maafisa wengine wa, wa ngazi za juu kwa kuhusishwa moja kwa moja na vifo vya raia wakati wa maandamano ya baada ya uchaguzi. Juma lililopita rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alizindua tume ya uchunguzi kuhusu vurugu hizo baada ya kuwatuhumu wapinzani na mashirika yasiyo ya ya kiserikali kwa kusababisha machafuko. Hati hiyo yenye kurasa 82 pia inaelezea kile ilichokiita ukiukwaji wa kimfumo na unaoendelea katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita, ikiwa ni pamoja na utekaji nyara, mateso kwa watu waliopotezwa na mauaji ya wapinzani kinyume cha sheria. ICC bado haijathibitisha kama itafanya uchunguzi. Tanzania ni mwanachama wa mahakama hiyo. Sasa ili kufahamu zaidi, awali mwandishi wa BBC Scola Kisanga amezungumza na wakili Jebra Kambole. Kwanza, nyaraka hiyo ni ya uh, ukweli na ni shauri ambalo limeshafikishwa kwenye ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya kivita na makosa ya kihalifu ambayo iko the Hague. Kwa hiyo ni nyaraka ambayo ni sahihi kwa ajili ya hatua za awali. Kitengo cha haki za binadamu cha Madrid Bar Association ambayo ni chama cha wanasheria Madrid Spain pamoja na World Association, Human Rights Institute, na Interwatch na Professor Harold Triana ni miongoni mwa mashirika na watu ambao wamepeleka shauri hii kwenye mahakama ya ICC, ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu. Kosa kubwa ni moja, kosa la vitendo vya kihalifu dhidi ya dhidi ya utu wa binadamu, lakini kuna makosa kadhaa ambayo yameainishwa, ambayo wanaita crime against humanity, makosa dhidi ya utu wa binadamu ni miongoni mwa ma, mwa, mwa na makosa ambayo yanaruhusiwa na mahakama ya kimataifa kuyasikiliza, ambao makosa hayo yanahusiana na kupotea kwa watu mauaji kinyume na, na utaratibu wa kisheria tunaita extrajudicial killing, vitendo vya unyanyasaji walivyofanyiwa watu mbalimbali, ikiwemo raia wa Kenya kina Bonifas Mwangi pamoja na kina Agata raia wa Uganda, lakini pia mauaji ambayo alitokea kiwakati na baada ya uchaguzi, mateso ambao watu wameteswa, tuseme tocha sivilian au tuseme raia wa kawaida wametendewa dhidi ya vyombo vya dola. Kinachofuata sasa ni kusubiri hatua za, za mwendesha mashtaka mkuu wa ICC kwanza kutoa taarifa kwa umma juu ya, ya uwepo wa, wa mashauri mbalimbali kutokana na video na picha na ushahidi wa kutosha, ndipo waanze kuchukua hatua za awali. Tunategemea kwamba kwanza kupata taarifa sahihi, kupata taarifa ya hatua gani wanazichukua, lakini wao kwa sasa kuanza mchakato wa kupitia nyaraka, kupitia ushahidi uliopo kabla ya kuchu, kuanza kuchukua hatua zingine ambazo zinafuata, kwa sababu unajua mahakama ya kimataifa hii iko moja duniani. Uh, uh, mauaji au visa hivi vinatokea maeneo mengi duniani, kwa hiyo anapokea mamilioni ya taarifa kwao, lazima atumie muda kuweza kuchakata kuchakata, na kujua ipi inapewa kipaumbele, ipi inaanza, ipi inafuata. Tusalie Tanzania, ambapo mkurugenzi wa mashtaka nchini humo ameondolea mashtaka washtakiwa mia tisini na nane waliokuwa wanakabiliwa na mashtaka ya uhaini katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, isipokuwa watu kumi na nane ambao wamerejeshwa rumande. Mfanyabiashara Jennifer Jovin almaarufu Nifa na Mika Chavala ni miongoni mwa wale waliorejeshwa rumande. Hizi ni picha za jioni hii nje ya mahakama hiyo, ambapo kulikuwa na mchanganyiko wa hisia miongoni mwa familia za watu walioshikiliwa. Huzuni kwa wale ambao wataendelea kusalia kuzuiliwa rumande, na furaha kwa wale walioachiwa huru. Nifa na wenzake wataendelea kuzuiliwa hadi tarehe tatu ya mwezi hujao. Hebu tupate kauli za walioachiliwa muda mfupi tu uliopita. Saum uh, saama na familia zetu, ilikuwa ni ngumu sana lakini tumetoka. Kikubwa tu, tunamshukuru mama yetu uh, Samia Suluhu Hassan kwa kututoa katika janga hili, kwa sababu pia hii imeweza kuonyesha dhahiri shaili kwamba serikali pia inafanya kazi. Kwa hiyo hamna mtu leo wa kulaumiwa kwamba tujifunze kutokana na yale ambayo wenzetu wamekutana nayo ama sisi tumekutana nayo, kwa maana sisi tayari leo tumepata funze. Au mkono ni katika harakati za kukamata kamata tu hapo, huu kidogo umepigwa huu umepigwa sehemu hapa, na baada ya kufanya x-ray imeekana kuna crack hapa kwenye location shoulder hapa, nyuma hapa nyuma hapo, eh, kuna crack. Kwa hiyo amana pale kidogo amenifanyia matibabu.